Tuna foreign players, ambao tunaamini kutokana na experience yao ya kimataifa na commitment yao walionayo wanaweza wakaambukiza kitu fulani kwenye, kwenye timu yetu. Kwa mchanganyiko huu tunaamini unakwenda kutuletea matokeo makubwa sana katika msimu wa mwaka, mwaka huu. Kwa hiyo uh, farijika, kwa kweli tumefarijika kwamba hilo limetokea lakini vilevile kwa kuwa tumepata bahati ya kukutana leo na kuzungumza niliona um, hatuna budi kuzungumza kidogo tofauti tulionao kati ya Fountain Gate na vilabu vingine, na nafikiri ninyi mnaweza mkakubaliana na, na mimi kwamba uh, katika Tanzania vilabu vilioko ligi kuu vilabu kumi na sita Fountain Gate ina uniqueness fulani tofauti kabisa na vilabu vingi vilivyopo kwenye ligi kuu ya Tanzania hii inatokana na dream au ndoto ambayo tulitengeneza Fountain Gates, kwa sababu cha kwanza tuliona tuli fursa, tuliona opportunity iliyopo kwenye talent development ikiwemo soka. Tunaamini kwamba soka lakini kwa bahati mbaya katika Tanzania tumekuwa na changamoto katika siku za nyuma kutoandaa kuto vipaji tangu wakiwa katika umri mdogo, na kama mnavyojua vijana wakiwa na umri mdogo wanakuwa shuleni, wazazi na mtu yeyote anatamani mtoto wake akiwa mdogo aingie kwenye kwe shuleni. Sasa shuleni huku ikawa kwa bahati mbaya hakuna utaratibu ambao umetengenezwa unamwezesha kijana kupata elimu lakini vilevile kuendelezwa katika kipaji chake. Sasa sisi tukaamua kuingia maalum katika kuziba hiyo ombwe eh? Kuwa na shule ambayo itatoa ita program za academics vizuri kabisa, lakini vilevile vikawezesha vijana kuweza kupata, kupata, kuendelezwa kwenye vipaji vyao. Hiyo ndio asili ya kuanzishwa kwa Fountain Gate. Ndio maana unaona tuna shule na tuna vijana wanatoka kwenye shule zetu wanaingia kwenye, kwenye timu kubwa, ingawaji sio kwa speed kubwa sana, uh, lakini with time naamini mtaona. Jana mmeona Chuga. Chuga ni kijana ambao tulimsupport yake na miaka 11 tukampa scholarship ya kusoma shuleni kwetu, kamaliza form 4 tumemwendeleza kwenye program kadhaa. Sasa hivi yuko kwenye senior team. Baada ya kusaidia timu ya taifa chini ya miaka 17 sasa hivi anacheza senior team. Nadhani anaweza kuwa kijana mdogo sana kucheza ligi kuu ya Tanzania katika mwaka huu. Naamini mtakwenda kumuona. Kwa hiyo ni yale matunda ambayo tumeyafikiria kwa miaka kadhaa, sasa yanaanza kuonekana. Lakini vile vile na tume, tume tumeanza kuonyesha vijana ambao wanafanya vizuri darasani na vilevile vile wanafanya vizuri kwenye, kwenye vipaji vyao. Kuna uh, binti anaitwa Esther Mabanza sasa hivi yuko JKT uh, zao letu amesoma kwetu mpaka maliza form 4 kabada division 1 uh, wakati akichezea timu ya taifa ya Tanzania, kwa hiyo ya, ya wanawake. Kwa hiyo ni baadhi ya, ya vitu tunavyojivunia. Tunaye kijana mwingine yuko Spain aa, uh, Eric amesoma uh, kwenye shule yetu na kumaliza form 4 na kupata division 1, lakini vilevile ni vile mchezaji mzuri, sasa hivi yuko yuko Spain kwenye special program. Kwa sisi, tunaamini uh, vijana wakiandaliwa vizuri wanatoa ajira kubwa, wanapata ajira kubwa kutokana kwenye talent zao na uwepo wa klabu yetu ya Fountain Gate Football Club, nia yetu ni ku hawa vijana tunaowakuza tuwaweze kuwa expose, alafu waweze kufika mbali zaidi mnaona mwaka huu tumekuja na slogan ya Gateway to Europe. Na hii imekuwa ndoto yetu ya miaka mingi, ili vijana waweze kupata ajira kubwa nzuri. Tunatamani waende Ulaya, nia inaweza kuwa ni Ulaya level ya juu, lakini inawezekana wasifike Ulaya, wakacheza uh, kwenye klabu kubwa za Afrika na kadhalika na kadhalika maana yake nini? Tunawaandaa hawa vijana wawe na thinking kubwa, wafikirie kwenda kwenye levo za juu kucheza mpira, wasifikirie mwisho wa mpira ni kucheza hapa Tanzania kwenye vilabu vya Tanzania. Ndio dream yetu tunayoitengeneza, na ndio maana utaona karibu kila muda, unaona kuna vijana kutoka Fountain Gate wanakwenda nje. Haitokei kwa bahati mbaya, ni kwa sababu sisi tuna tumeitengeneza hiyo, na hata wachezaji wetu tunawaambia tunajivunia Selemani Mwalimu e, ambaye pengine wengi wafahamu tulikuwa naye tangu championship, baadaye akaenda Zanzibar. Aliporudi akajisajiliwa na Singida, hakuwa na nafasi Singida, lakini kwa sababu tulikuwa tunamuona ni mtoto wetu tukamuomba aje kwa mkopo, na sasa akaenda akaenda Wydad, amerudi sasa hivi uko Simba kwa, kwa mkopo. E, Arafat naye alikuja kwa mkopo kutoka Azam tunajua sasa hivi yuko, yuko, yuko Egypt. Kuna wengi ambao tunaamini watatoka, uh, katika msimu huu uh, wa ligi vile vile. Kwa hiyo vilevile mashirikiano yetu na vilabu mbalimbali ni sehemu ya kutengeneza njia ya hawa vijana kuweza ku, kutoka na kwenda nje. uh, kwa wengi wanaofahamu, tumekuwa na ushirikiano na klabu ya Formgate ya Uturuki lakini vile vile tumesaini makubaliano na timu ya Sekukune kutoka South Africa. Uh, baadaye tukifanya mashirikiano ya JKU ya Zanzibar na CTFC ya, ya Abuja. Yote hii ni katika kutafuta fursa kwa ajili ya vijana wetu kuweza kutoka na kupata mafanikio makubwa nje ya Tanzania. Uh, na uniqueness nyingine ambayo uh, Fountain Gate inayo, Isambuzi alipokuwa anaongea na Hamed Ali kuna wakati fulani alisema uh, hii ni kutoka Simba inafuata Fountain Gate kwa washabiki. Ahmed Ali akamwambia washabiki au wanafunzi, lakini tuna zaidi ya wanafunzi elfu sita, uh, kwenye shule zetu ambao hawa ni washabiki wanaotengenezwa uh, kwenye mioyo yao. Tunaamini kwa sasa hivi Tanzania watu wengi wamegawanyika katika sehemu kubwa mbili, eh, hawa wakubwa wawili, lakini hawa tunaowatengeneza sasa naamini watakuwa washabiki wa wa Fountain Gate kuanzia kwenye asili lakini uh, kama kuna mtoto ambaye ni mshabiki kwenye klabu wa klabu familia yake naye watakuwa kwa sehemu kubwa na support hiyo klabu kwa hiyo tuna tunawashabiki kupitia eneo hilo lakini tuna uniqueness ya location Fountain Gate ni timu ambayo uh, ikiwa Dar es Salaam iko nyumbani ikiwa Morogoro iko nyumbani ikiwa Dodoma iko nyumbani ikiwa Mwanza iko nyumbani. iko Manyara ikiwa Manyara iko nyumbani m chache sana ambazo unaweza ukakuta zina uniqueness hiyo katika, katika Tanzania. Kwa hiyo tunawashukuru sana washabiki wetu vivyo na, na haya tunayoyafanya. tunayo mengi ya kuyazungumza yanahitaji kipindi kizima kuzungumzia programs za Gate. Lakini mbele yangu niko na niko na niko CEO wa Sports Program kwenye structure yetu ya mpira ndani ya Fountain Gate. Tuna Sports Academy ambayo kazi yake ni kutengeneza vijana vijana chini ya miaka 20 ambao wanaandaliwa. Tuna vijana kuanzia chini ya miaka mitano wanaofuatia program zetu, wanajua kuna kids soccer program ambayo ni chini ya miaka mitano, vijana wanaandaliwa mpaka miaka 20, lakini tuna uh, anafikiri anaweza akaeleza vizuri baadaye. Kuna youth yet youth empowerment through soccer vijana ambao ni drop out wa shule lakini wana kipaji cha mpira tumewaandalia program ya kuwa, ya kuwaendeleza, lakini kule Mwanza sasa tuna program maalum tunaiendesha shuleni ambayo tunaita football school. Eh, wanafunzi ambao wana talent na wanatamani kujiendeleza kwenye soka Tumededicate shule yetu ya Mwanza sasa ni maalum kwa ajili ya kuandaa hiyo uh, jambo hilo. Na naamini tunataka tutoke na vijana ambao ni wasomi wanaoweza kucheza mpira uh, na kufanya vizuri katika katika maisha yao. Kwa hiyo niko na Kelvin, yeye ni CEO wa Sports Academy. Lakini tuko na Wendo, yeye ni coordinator, team coordinator wa wa senior team Fountain Gate Football Club. Hii ambayo mnaiona. Lakini vile tuko na Agustino, yeye ni ni team coordinator wa Fountain Gate Princess uh, timu yetu ambayo inashiriki ligi kuu ya wanawake. Na unapozungumza soka la wanawake Tanzania, utakapoacha kuitaja Fountain Gate, wewe utakuwa mchawi. Kwa sababu popote pale hakuna timu ambayo inaweza ikajivuna ina, na wachezaji kwenye timu yake bila kutaja wachezaji kutoka Fountain Gate. Lakini moja ambalo nafikiri linasahulika sana. Um, timu pekee ya soka utanikumbusha kama nakosea tim pekee ya soka Tanzania ambayo imewahi kushinda ubingwa wa Afrika ni ambao walikuwa mabingwa wacaf ligi soka ya wanawake chini ya miaka 15. Hilo kama huwa tunalisahau, imewahi kuleta soka la Afrika kwenye mpira wa miguu eh? Uh, hiyo yuko chini ya programs. ya kwa sasa ni stop hapo, kwa sababu nimesema ni mazungumzo, basi tu niwasikilize mahali ambapo nataka kuuliza maswali, na kwa sababu niko na timu ya uh, viongozi wenzangu hapa, kuna maeneo mengine wanaweza wakayajibu. Waka hao, karibuni sana.